Haya ni makosa kumi ambayo unatakiwa kuyaepuka kwenye tabia na mienendo yako ya kipesa. Pesa ina tabia zake na kanuni zake, na usipoziheshimu haitokai kuheshimu hata siku moja. Kosa la kwanza hutakiwi kufanya ni kuendesha maisha yako kwa kutegemea mikopo. Usitegemei ya maisha yako yaendeshwe kwa kipato kilichotengenezwa na jasho la watu wengine na ujuzi, muda wao na maarifa yao, wakati na wewe una uwezo ule ule, una nafasi ile ile, una fursa zile zile. Kama una uhitaji maalum, kila mtu ataelewa, na hao wanaotengeneza hiyo hela watakuwa wa kwanza kukuhudumia lakini kama una fursa zile zile maarifa yale yale nafasi ile ile, saa ishirini na nne zile zile kwenye siku, macho mawili na mikono miwili kama wao, usitegemee wa kuzalishie ili wewe uingize mdomoni au mfukoni. Nyanyuka, amka chini, fanya kazi, ingiza kipato, na uwe na nidhamu ya pesa kuanzia kwenye kuitafuta mpaka kwenye kuitumia. Usitegemee mikopo. Kosa la pili hutakiwi kufanya ni kuwa na matumizi ambayo yako juu ya kipato chako, kwa sababu chochote unachotumia zaidi ya pale ulipoingiza ni kwamba unatumia cha watu wengine, na cha watu wengine ni madeni na madeni ni utumwa, ni kifungo, na madeni ni kukosa uhuru. Watakutafuta, utayategemea maisha ya watu wengine kwa hicho kidogo ambacho umeamua ukitumie juu ya vile unavyoingiza. Ukilazimika, kama una dharura, kama umekamatika, ni sawa, lakini ukipata nafasi rudisha na endelea kujipanga upande wako. Ukae ndani ya uwezo wako kae ndani ya kipato chako. Kosa la tatu hutakiwi kufanya ni kuendeshwa na hisia wakati wa matumizi. Usifanye matumizi kwa mihemko. Usinunue kitu kwa sababu mtu mwingine amekinunua, wala usiende kwenye manunuzi ukiwa na orodha ya vitu vitano lakini ukaanza kununua kitu cha sita na cha saba ambavyo havikuwa hata kwenye orodha yako ya manunuzi. Jipe mda wa kufikiria na kufanya maamuzi kabla ya kununua, kwa sababu ukinunua au kutumia kwa miemko, utaendelea na miemko mingine sasa ya maumivu na machungu. Kosa la nne ambalo unatakiwa kuogopa sana kulifanya ni kuwekeza nguvu na muda kwenye kutafuta utajiri wa haraka, utajiri kwa njia nyepesi. Utawaamini vipi hao ambao wanataka wakupe utajiri kwa njia nyepesi na za haraka? Na utajuaje kwamba kilichokuja kwa haraka hakitaondoka kwa njia ile ile? Kabla ya kuwekeza huko, hakikisha unazijua mbinu, unaijua misingi, unazijua kanuni zote za kutengeneza mifumo ya kuzalisha pesa itakayozalisha pesa nyingine na kukuweka kwenye uhuru, kuliko kuongozwa na mihemko na uharaka wa kuingiza utajiri haraka na kuwa na maisha ambayo hujayawekezea muda na nguvu na maarifa ya kutosha. Kosa la tano natakiwa kuepuka ni kupuuzia fursa za kuingiza kipato. Kuna watu wanazipuuzia fursa za kuingiza kipato kwa imani kwamba kuna fursa kubwa zinakuja, au kwa kuamini kwamba kila alichonacho sasa hivi anakiamini kitamtosheleza mara nyingi, kila fursa ambayo unaipuuzia ikishaondoka hairudi tena, na muda ukifika ambapo unaihitaji hiyo fursa, hautakuwa na nafasi ya kuitengeneza tena. Kwa well, hiyo kama kuna fursa zinakuja mbele yako zichukue na uzitumie kwa kadri ya uwezo wako, na ukipata nafasi tengeneza fursa nyingine. Kosa la sita hutakiwi kufanya ni kutegemea kipato kimoja maisha yako yote hata ukipata nafasi ya kuanza na kipato kimoja, ukianza kusimama jaribu kutengeneza kipato kingine na kipato kingine, kwa sababu sio kila kipato kinaweza kikasimama vizuri kwenye maisha yako yote na matumizi tunajua sote kwamba mwanzoni yanaweza yakawa ya kawaida ukaona unayamudu, lakini kwa kadri unavyokuwa na kuongezeka na kutanuka na kupanuka, hayo matumizi yataongezeka na kipato kimoja kinaweza kisitoshe. Lakini pia huwa kuna dharura, mabadiliko sokoni, mabadiliko kwenye maeneo ya kazi, ambayo yakikuta huko na kipato kimoja na kikapigwa hicho hicho, uh, ukidondoka, inaweza ikakuchukua muda na nguvu kusimama tena na kuanza kutembea. Jaribu kuwekeza kwenye vipato zaidi ya kimoja ukipata nafasi na fursa. Na kosa la saba unatakiwa kuepuka ni kutokuwa na mipango ya mapato na matumizi yako kwenye maisha yako. Unatakiwa ujiwekee mipango ya mbinu na vyanzo vitakavyokuingizia pesa, ili kutokana na hivyo vyanzo ndo weze ukapanga matumizi ambayo hayazidi uwezo wako, na hayo yatakusaidia kuwa na malengo aa, na mipango ya muda mfupi, muda wa kati, na mipango ya muda mrefu. Usipojiwekea mipango ya mapato na matumizi, huwezi ukawa na malengo yanayoleta tokeo. Acha kutembea bila uelekeo kama vile uko gizani kwenye maisha yako ya kifedha. Elewa unachokitaka, elewa unachokitafuta na elewa ni wapi unaelekea. Kosa la nane inabidi kulizingatia sana na kuliepuka ni kutokuwa na mpango wa kustaafu, hasa hasa kwa wale ambao wameajiriwa. Hili tumejifunza kwa wazazi wetu, tumejifunza kwa ndugu jamaa na marafiki, tumejifunza kwa waliotutangulia. Tumewaona wengi ambao waliwekeza nguvu, muda na kila kitu chao kwenye kazi za mwajiri, na wengi wakawa wanasubiria sana kwa hamu kile walichokitunza ili wakitumia uzeeni, lakini walichokikosa huku ni maarifa ya fedha ni kuwekeza kwenye vitu ambavyo watavifanyia kazi wakiwa uzeeni, na matokeo ni hivi: wamestaafu, na wengi wao hawakujua kwamba pesa ambayo walikuwa wanaitunza imeathiriwa na, uh, na mfumuko wa bei. Hawakujua namna ya kuitumia pesa kuwekeza na kuzalisha, walichokijua ni kile pekee ambacho walikuwa wanakifanya kazini. Kwa hiyo amepata hela nyingi kwa wakati mmoja na hawezi kuitumia vizuri, matokeo, ndani ya mwaka mmoja miwili pesa imeisha, anaingia kwenye utumwa na uzee ambao sio mzuri. Wanasema ni kiinua mgongo, ina maana mgongo umeisha pinda sasa wanakurudishia hela yako uliotunza ili unyooshe mgongo wako, anza kunyosha huku huku ili hela ikija izidi kuhusimika. Tujifunze kwa waliotutangulia, na tujaribu kuyaepuka hayo yaliyowakuta Kosa la tisa unatakiwa kuliepuka ni kuikwepa au kutoichukulia maanani elimu na maarifa ya pesa. Mara nyingi mifumo rasmi ya elimu haijazingatia uh, ujuzi na maarifa ya kifedha, namna uh, ya kuwa na nidhamu nzuri ya pesa, namna ya kuwekeza, namna ya kuizalisha zaidi, ni vitu ambavyo unakuta mara nyingi haviko kwenye mifumo rasmi kwa sasa hivi. Tuna bahati kwamba wafundishaji na wabobezi wengi wameandika vitabu kaweka maarifa kutokana na research zinazoeleweka na wengine wanafundisha kwenye mitandao kila sehemu. Kwa hiyo kwa sasa hivi hatuna excuse, hatuna sababu ya kuto kujifunza angalau vichache kwenye nidhamu na mienendo mizuri ya kifedha. Kosa la kumi unatakiwa kuzingatia na usilifanye, usipuuze elimu ya kodi. Kama uwezi kuijua elimu ya kodi, kaa karibu na ukae nao vizuri watu waliobobea kwenye hilo eneo, kwa sababu kama hauna hayo maarifa na huo ujuzi, kuna siku utawekeza kwenye biashara, labda kutokana na hela yako ya kustaafu au umechukua mkopo, na utapigwa na kodi kiasi ambacho hautoamini. Wekeza angalau uyajue yale ya msingi, na pale ambapo uwezi fanya kazi na wabobezi wa kusaidie. Ni vizuri sana kuwa na elimu angalau ndogo kuhusiana na masuala ya kodi. Kosa la kumi na moja hutakiwi kufanya, usikae bila kuwa na akiba. Epuka sana kuwa mtu ambaye unaingiza kipato na chote kinapitia moja kwa moja kwenye matumizi. Jaribu kutumia mbinu tofauti, labda kugawa asilimia sitini kwenye matumizi yako ya kawaida, asilimia ishirini kwenye uwekezaji, asilimia ishirini kwenye akiba. Huu mgawanyo unaweza ukaubadilisha kulingana na matakwa yako, mahitaji yako, na kulingana na safari yako kwenye umri na kwenye eneo lako la keria ulikofikia. Wale ambao bado wako kwenye umri mdogo na wanaanza wana nafasi ya kuwekeza kwa muda mrefu na wakapata matokeo mazuri lakini kama umri umesogea sogea na ukataka kuwekeza tu asilimia tano au kumi inawezekana isikusaidia jitahidi uwe na akiba ambayo angalau itakusaidia kwenye kipindi cha dharura au kama kuna kitu una malengo ya kukifanya na kinahitaji matumizi ya pesa unaweza ukaahirisha matumizi ya pesa fulani ukaweka akiba taratibu mpaka utakapoweza kununua kwa hiyo usikae bila kuwa na akiba kosa la kumi na mbili liepuke usichelewe uanza uwekezaji kwenye maisha yako. Usitake kuanza uwekezaji kwenye ISA, kwenye ETFs, kwenye akaunti ambazo zinatunza hela na kukurudishia gawio. Usisubiri mpaka umri wako ukawa umesogea sana, kwa sababu hiki ni kitu ambacho kinatumia muda mrefu faida au matokeo au matunda ya uwekezaji ni ya muda mrefu. Ukiwa na haraka haikusaidii, au ukianza kwa kuchelewa kwenye umri, matokeo yatahamia labda kwa watoto ambao utawarithisha na wajukuu pia. Kwa hiyo kwa kadri inavyowezekana, anza mapema kwenye maisha yako, na ukianza mapema unaweza ukaanza kwa kiwango kidogo. Ukianza kwa kuchelewa, ili uone matokeo makubwa, inabidi uwe na unawekeza viwango vikubwa vikubwa vya vi pesa. Tuandikie kwenye comment kama kuna kosa umeshawahi kulifanya au ukalifanya mtu ili limsaidie mtu mwingine asilifanya. Asante, natumaini umepata la na kujifunza. Naitwa Michael, hii ni Lenzi. Kama haujasubscribe fanya hivyo sasa hivi, na usiache kuwashirikisha wengine, ili kwa pamoja tunufaike na maarifa na elimu tunayoipata. Asante.